Mambo ambayo yahitaji sisi wenyewe maana, hapa nazingatia au na gusa na, na, na zaidi swala la commitment katika utendaji, lakini jamani, na uzalendo na, tuwe na uzalendo. Hii nchi haijengwi hai, ni, ni, ni, ni wengine zaidi ya sisi wenyewe, si ndio? Lazima tuwe na uadilifu wa hali ya juu katika swala zima la kutenda kazi zetu hizi. Shehe wangu hapa alinifurahisha sana, maana kule nilitaka kujua juzi kwamba ile ile fatwa ya kodi katika suala la dini ya Kiislamu katupa hapa, lakini pia kwamba je, ni kwa namna gani kama haukushiriki kwenye hilo jambo? Maana kama fatwa imekuwa ni halali, kinyume chake ni dhambi. Kama uta utakuwa ulipi kodi sasa, huku serikalini utapata shida, na ukenda kwa Mungu utatiwa motoni Naona shida hiyo, lakini elimu ya kodi hasa katika mtazamo wa Kiislamu haipo, haipo kabisa. Tunahisi kwamba si serikali ile serikali ambayo sasa utaratibu umewekwa ni hiyo serikali dini imeutambua. Tukifanya vinginevyo, maanake tunakosea. Sasa hapa tunajiona kwamba basi jamani, wenzetu pale nilikaa pale Malaysia karibu miaka mitano Jamani, katika swala zima ambalo sasa hivi tunapata tabu, ni swala la receipt. Wenzetu kule ukisha kuuza, ukisha kununua, wewe kama utaitaka receipt huitake, wana print receipt, electronic receipt, we ukaitaka usitake, ukachukua usichukue, wanatoa. Hatujafikia kiwango hicho, na ni kwa sababu gani? Ule uadilifu wao, commitment yao katika utendaji wanapiga hatua kubwa kubwa sana za maendeleo. Sisi hatujafika huko. Mimi nilikuwa nitoe wito na hapa kaninongoneza mheshimiwa rasi nani, Mheshimiwa DC kwamba hata ofisi ya Mufti ijaribu wakati mwingine kutoa hata kama ni hutuba katika mazingira ya misikitini kwetu inayogusa masuala haya ya kodi katika mtazamo wa Kiislamu ili watu kuwapa ule uelewa, kesho yake walau tuweze ku, kupata walau uelewa wa fulani kwamba mimi nina umuhimu wa kulipa hii kodi kwa maendeleo yetu kwa ujumla. Nawaambieni tena e, airport inayojengwa Pemba, single cent si mfadhili. Bandari mpiga duru, bandari shumba mjini, ayo yote mnaona, anajengwa hakuna single cent ya, ya, ya bushi ni hela yetu sisi wenyewe, kwa njia hizo ambazo kazisema Katibu Mkuu. Nini ambacho kitatusaidia sisi? Tuwajibikeni, tulipe kodi kwa hiari, tena tuelewe kwamba kufanya hivyo ni ujenzi wa nchi yetu. Tuwe na commitment katika utendaji wa majukumu yetu, moja ibakie moja, msiweke zero, tutafika.